Hali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi inaitwa Sina makosa sehemu ya pili. Sina makosa ni simulizi ambayo inamwangazia kijana wa kuitwa Kituro pamoja na rafiki yake Zegadi, urafiki waliouanzisha na hatimaye ukaja kutengeneza udugu kama. Endapo utakuwa haujasubscribe channel hii inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, na chini ya video hii una kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Unaweza ukagusa hapo moja kwa moja ukawa ni mwanafamilia wa baba Sam the King Tanzania TV channel. Ninachokuomba msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, usikose kuendelea kufuatilia makala mbalimbali mbali pamoja na simulizi zinazopatikana katika kituo hiki. Ninachokuomba subscribe, like, share, comment pia, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa karibu sehemu yetu ya pili, tuendelee kuangalia maisha ya hawa vijana wawili, namna jinsi ambavyo walivyokuwa wakiendelea kuishi. Zegadi akaendelea kuuza. Kituro alibaki hapo hapo nyumbani kwa sababu aliambiwa na Zegadi aendelee kukaa hapo nyumbani kwa sababu yeye sio mwenyeji; ambaye aliyekuwa mwenyeji na kijiji hicho cha Bugureni alikuwa ni huyu Zegadi, lakini Kituro bado ni mgeni. Kwa hiyo hata kama taamua kwamba aende kuuza kidogo italeta shida, kwa sababu bado hawajamzoea. Lakini baadaye walikaa chini, wakapanga mipango kwamba watafute kibaiskeli kingine. Baada ya kuzoea sasa, na Kitulo naye aanze kuuza biashara hiyo hiyo wakiwa pamoja na zegadi yaani, maanake kituro atakuwa anazungukia sehemu nyingine na zegadi anazungukia sehemu nyingine. Na ndiyo maana baada ya mwezi mmoja, zegadi aliamua kuwa anamchukua kituro, hasa katika zile siku za wikendi, anajaribu kumtembeza katika maeneo mbalimbali ili aweze kuyafahamu asije akachanganyikiwa, hata wakati watakaponunua kibaisikeli kingine, iwe ni vyepesi kuendelea kuzungusha na yeye hiyo hiyo biashara, ili wasiweze kupotezana. Mmoja anazungukia kwenye njia fulani na mwingine anazungukia njia fulani, ili jioni wakishafika maana yake kila mtu anapiga mahesabu, wanachanganya halafu wanatunza kwa pamoja kwa ajili ya maendeleo yao ya baadaye hizo faida ambazo wanakuwa wamezipata. Ilikuwa ni vyema zaidi. Na kweli, baada ya mwezi mmoja, kutokana na kufahamika kwa zegadi na namna jinsi ambavyo alivyokuwa wakijituma kuuza hiyo biashara, kweli walikuja wakamfahamu, waka wakamfahamu Kitulo, kwa sababu kila siku za weekend alikuwa akimpeleka katika vituo mbalimbali mbali ambavyo watu wanapika kahawa na wanakunywa kahawa tangawizi. Kwa hiyo alikuwa anampeleka sehemu mbalimbali penye vituo vya namna hiyo. jioni jioni, watu wanamfahamu. Na Zegadi naye pia alikuwa akienda na karanga zake katika vile vituo ambavyo naona kwamba hilo eneo hamna karanga, maanake yeye ndo alikuwa anapeleka karanga pale. Na kama jinsi unavyojua msikilizaji wangu na mtazamaji, ni kwamba watu wengi sana huwa wanapenda Kula karanga pamoja na kahawa. Wapo wengi sana ambao wanapenda kutumia vitu vya namna hiyo huku na kunywa kahawa, lakini huku ukitafunwa inakuwa ni karanga. Kuna baadhi ya vituo ambavyo vilikuwa vinampa hasara, kwa sababu walikuwa wanaleta hizo karanga, kwa hiyo alikuwa nakosa namna ya kuweza kufanya, lakini katika vile vituo ambavyo walikuwa hawaleti maanake alikuwa anapata pesa kibingwa zaidi, kwa sababu watu walikuwa wananunua mno, kutokana na kwamba walikuwa wanavi, walikuwa wanavipenda na hatimaye, baada ya kituro kufahamika na yeye alinunua kibaisikeli cha tofauti kidogo ambacho huyu zegadi alikuwa na kibaisikeli ambacho kinatenga la elfu la, la lita ishirini au kilo ishirini ambalo liko mbele ambalo unaweza ukachukua ndoo kubwa ambayo imejaa karanga na ukaiweka na ikatosha humo. Ndimo alipokuwa naweka vile vipakti ambavyo alivyo vitengeneza kwa ajili ya biashara, na hakuna kati yao waliokuwa nauza karanga za chini ya hapo. Walikuwa wanatengeneza vipakti ambavyo vinauzwa shilingi mia tano kwa kila kimoja. Kwa hiyo huyu Kituro yeye alikuwa nacho cha njano kibaisikeli, lakini Zegadi kibaisikeli chake ambacho tayari alikuwa ameshakizoea kabisa kilikuwa na rangi ya kijani. Kwa hiyo wakaanza kusema kijani hiyo imekuwa ni uoto wa asili ambao umesababisha katika kuota kwake neema zikatokea. Kwa hiyo wakaleta kibaisikeli cha njano, ikimaanisha kwamba tayari hapo madini yamepatikana. Basi wakaanza kupeana zamu, mmoja aende kuuza sehemu nyingine na mwingine aende kuuza sehemu nyingine, na kweli Walipangiana ratiba mmoja akienda katika njia fulani ambazo walikuwa wa, wa wanazijua wao, kisera kisera walizokuwa wanaita, akienda kwenye njia fulani kutokana na majina ambayo walikuwa wanaita wa, akizungukia katika mtaa fulani, yaani nusu, nusu ya mtaa wa Bugureni, mwingine anazungukia nusu mtaya huku upande mwingine. Kesho yake mwenzia anaenda kule ambapo jana alipokuwa na mwingine anaenda sehemu ambapo mwenzake alipokuwa, ili tu kuweza kumaliza mtaa mzima, kila mtu amzoee kwa namna yake. Hawakutaka kabisa kubebana bebana waende katika sehemu moja. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa anaenda leo akienda upande wa huku mwingine anaenda huku. Kesho yake mmoja anaanzia huku mwingine anaelekea huku. Ndivyo walivyokuwa wakifanya, na wakawa maarufu sana. Siku moja ambapo Zegadi alikuwa ameenda kuuza, akashangaa mbele ya barabara ambapo barabara za kwao zilikuwa ni barabara za changarawe. Alishangaa kuona kuna binti ambaye yuko barabarani kabisa, na hataki kabisa kupisha hata kidogo, wala hataki kusikia hili wala lile, lakini wakati alipokuwa na muuzia mteja mwanzoni, alimtazama yule binti, alimuona kwa mbali. Lakini baada ya kupita pikipiki, ilivyomfikia alikwepa, yaani alienda kabisa pembeni na pikipiki piki kapita. Lakini kwa vile Zegadi yuko na anakuja na kibaisikeli chake, alivyomuona tu akaamua kuziba barabara akajitanda kabisa. Zegadi akaanza kuwaza ina maana huyu binti anataka mimi nimgonge, alafu nipate nipate shida niende nikafungwe, au maisha yenyewe magumu hapa naendelea kudunduliza, alafu anakuja anajitegeza maanake ni sasa baada ya kujitegeza pale katika hiyo barabara, yeye alikuja moja kwa moja akiwa nafikiria pengine atakapomfikia karibu huyu binti ataweza kuogopa, lakini hata alivyofika karibu hakuweza kuogopa. Hapo zegadi ndipo ambapo aliamua kushika breki zote za aina mbili breki ya mbele na ya nyuma, hatimaye kibaisikeli chake kikasimama. Yule binti ndipo ambapo alipokuja akasimama, akashika kile kitenga ambacho kiko mbele, kile cha lita ishirini au cha kilo cha kilo ishirini, au unaweza ukasema cha bebe moja, akakishika hivi Alafu baada ya kukishika akachomoa mle ndani pakiti moja akaanza kuifungua. Zegadi akaanza kushangaa, kwani huyu binti anajiamini nini? Yani amenikinga, ame njiani, nisipite, nimeamua kusimama basi, ndo, ndo, ndo nilikuwa nataka hadi kumgonga, nimesimama alafu leo hii ananifanyia vitu vya namna hii. Kwa nini kwanza najiamini? Ni baada ya, ku, ya kutumia kile kipakti. Alipokifungua na kuanza kula zile karanga, hapo ndipo Zegadi aliamua kuondoa kabisa ukimya, akaanza kuzungumza huku akisema Umejifanya wewe na ume, ume, umekula wewe, hujawajua wasera wakoje, hicho utakilipia, hicho ni lazima ulipe pesa. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Zegadi yule binti alijibu kwa akisema kwamba mimi nimekula tu hivi hivi, na sitalipa. Nani wasema ni kulipe? Hata inayozidi nitakupa. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Zegadi alianza kuwaza tena, huyu binti ni mtu au atakuwa ni jini? Mbona anajiamini sana? Namwambia nalipa, alafu anaanza kusema eti ana uwezo wa kunilipa hata zinazozidi. Kweli huyo na maana gani? Akaamua kuvunja ukimya, akazungumza tena huku akisema, hey, hivi kwanza unaweza ukaniambia wewe unaitwa nani ili niweze kukujua, maana dada yangu najiamini sana kwenye biashara za watu unajiamini kweli, unatumia hmm, hatujui kama utalipa kweli. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, yule binti alijibu huku akisema mm, unataka kunijua mimi nani? Ninaitwa Recho. Baada ya kutamka jina Recho moja kwa moja, Zegadi naye akazungumza huko akisema <laughs> unaitwa Recho? Recho nani uyo? Niambie kabisa na ubini, ili nikiona unanisumbua kwenye biashara yangu nikufate huko huko mpaka nyumbani kwenu. Mimi sina maasiara, ninachokitaka ni pesa. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, yule Recho, kwa mujibu wa namna alivyojitambulisha, akazungumza huku akisema hmm, tena siku ambapo ntakapokanyaga nyumbani ndipo ambapo nitakapofurahi kweli. utakuwa umekuja nyumbani ili uje upaone "Sikiliza kakangu, mimi wacha nichukue na karanga nyingine." hajamaliza kuzungumza maneno akayamaliza, lakini akaamua kuingia moja kwa moja katika masuala ya kibiashara. Anasema achukue karanga nyingine, na kweli akachukua tena kifuko kingine kipaketi na kufungua akaanza kutafuna karanga, huku zegadi bado anaendelea kushangaa ni kitu gani ambacho kinatokea. Akazungumza yule binti huku akisema, hmm. karanga zako ni tano. hmm. nimetokea kuzipenda kwa kweli. Ninaitwa Recho Baltazari, karibu sana nyumbani kwetu, ni kule chini. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Zegadi akaanza kuwaza, sasa hata kama patakuwa ni huko chini, nani aje? Halafu nije nikafanye nini? Huyu binti anawazimu au? Hapo akaona ni kama vile anaendelea kuchelewa, kwa sababu amemsimamisha. Akaanza kumwambia huku akisema ok, nimefurahi sana kukujua Recho, ninaomba basi unipatie pesa yangu ili niweze kuondoka nisije nikachelewa mimi, yani ili niweze kula ni lazima nitembeze, si unajua eh? Basi naomba nipatie pesa yangu mimi niweze kuondoka. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Recho alizungumza huku akisema mm, unaenda wapi? Hapa ndo umeshafika, staki uende. Sikiliza kwanza, nikuulize, kwani hili tenga lote shilingi ngapi? Segadi akazidi kuchanganyikiwa na kushangaa, kwani huyu binti, kwani anaulizia mpaka tenga zima, inamaana na uwezo wa kulinunua. Akazungumza huku akisema Hmm. Sikiliza, hii tenga zima wewe huliwezi. Hii tenga zima limesimamia shilingi elfu arobaini. Huwezi kunipa hiyo elfu arobaini. Baada ya kukaa muda sio mrefu, binti akachukua mkoba ambayo aliyokuwa ameuvaa shingoni na kuufungua. Baada ya kufungua, akachomoa nyekundu nne, yaani elfu arobaini, hiyo hiyo aliyokuwa akiizungumzia akamkabidhi. <coughs> Haya, shika. Amesema eti sina uwezo na hii nini, nimeweza au sijaweza? na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti sehemu ya pili ya sina makosa imeishia hapa tumemwona kituro baada ya kuwa amefahamika vizuri na yeye alianza hii biashara ya kuuza karanga na wakaanza kuwa wanapangiana zamu, mwingine akienda huku leo, mwingine anaenda upande mwingine kesho, mwenzie ataenda kule alipokuwa jana yeye, yeah, anarudi katika upande mwingine. Sasa, wakati Zegadi amekuja katika upande ule ambao jana alikuwepo Kituro akiwa nauza, ndipo akakutana na huyu bidada wa kuitwa Recho akaanza kumfanyia maajabu, akabaki ameshangaa tu. Kwanza kumziba njiani asipite, alafu mbili anajichukulia pakiti za karanga na kuanza kula pasina hata kuuliza kwamba karanga ni shilingi ngapi. Anajaribu kumdai yani, zegadi anadai Recho, anaonekana kujiamini sana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 Sina makosa? Ni kitu gani ambacho kilichofanyika? Tuendelee kuwa pamoja. Mimi ni Hasdi zero two, Baba Sam the King. Ni nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Asante kwa kunisikiliza. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.